Mpaka haleluya, haleluya! Yaani mtaongelea ile ibada. Ni niliyokuwa naitafuta ndio hiyo, kunje zinaanza kuonekana kwa, kwa sababu neema niliyoambiwa ni mwamua, neema ya ajabu ya kufufua vizazi vipya kiroho na kimwili, yale yaliyokwama. Ukikanyaga hapa lazima yasosoke. Haleluya! <coughs> lazima uone sura mpya yachak adui anachokifanya ya ambacho kuna mmoja alikujua akisema, mzee, bwana, una mafuta gani? ona kitu kikubwa. Na ukitaka kujua na kitu kikubwa, wafuatilie nipokuwa mkoani Songwe, waulize nini kilifanyika niliposimama kwenye madhabahu ya hadhara ya kufanya mkutano. Na siku nitakapokuja kwenye kwenye uwanja wa hadhara kule Gongora Mbutu kule nitakaposimama, utagundua nitakapokuja Kigamboni, nitakapokuja mwenye wekee nje, nishike maikrofoni nikihubiri habari za Yesu, utagundua naongea nini Nitakapokuja Shinyanga. <laughs> Kwa hiyo, mzee ameniita mara kadhaa, nikakaa nje niongee habari za Yesu wa Nazareti niko, utafahamu mtu huyu amerudishwa ujana. Kitu cha sita, kitu cha sita, kitu cha sita, sita. Mafuta ambayo yapo, usipishane na neema ya Mungu, usipishane na neema ya Mungu, sikia, usipishane na neema ya Mungu ile nguvu ilionekana kwa namna nikasema hicho alipokuwa na ukoma. Ukoma ni nini? Ukoma inaweza kuwa ni roho mbaya, bad spirit, if viko roho juu yako inaweza ikawa ni ukoma. Ukoma inaweza ikawa ni roho ya uharibifu ikawa juu yako. Ukoma inaweza kaa ni ukoma enzi, ukoma kwa namna ya ugonjwa, ukoma enzi zile walikuwa wanatengwa, wanakaa kando. Sasa mbingu inaitafsiria, unapofeel guilt, unaposikia kuhukumiwa kwa jambo fulani, unakaa kando kwa sababu unaonekana ni mkosaji, unagauka kuwa ni ukoma kwa sababu you are not close, hauko karibu na ndugu zako vala moja uganika nikasemacho nikasemacho

italaa wakoma, walitengwa wakawa kando, watea unacheo, una cheo uwe kando kwa sababu ya shida. Leo naitafsiri ukoma kwa sehemu mbili, uichukue. Leo naitafsiri ukoma kwa sehemu mbili, ukoma wa kwanza, yeyote anayefanya kitu tofauti na makusudi ya Mungu, hata watu hawaja mtenga kumfukuza nafsi inamseparati, inakuambia wewe kijana, wewe mama, wewe baba, wewe mchungaji, wewe mtumi, hauko sawasawa. Sawa na hawa koma namba mbili ni pamoja na shida ya mzito iliyopata nama ni yule lijima, likuwa ni mtu mzima. Naongea na watu hapa ni kwa damara wa historia, nabadilisha kitu. Alikuwa mtu mzima kwa maana ya umri lakini pia ni mwana ukoma. Kwa taarifa yenu, ukoma unakuongezea uzee, kwa sababu mwili unakunjamana. Kwa hiyo, mtu anaposeka mwili una unarudi unakunjamana, hata swali kiwa laini inajikunja yenyewe, taratibu inaenda. Ukoma unakukunja sura, vidore, mikono vinakunjwa, unakuwa una na hitirafu, kuna kunakuwa na mapungufu. Hata nikwambie jambo hili kinabii kidabii kwa anaelewa. Sasa Naman alipo ambiwa aende kwenye mto Jordan, akajichofe. Naman hakukubali. Ndio nimeanza mkutano, wazee. Naman hakukubali, hakukubali. Kama unavyoona watu tunawaambia, Dar es Salaam, njoo kwenye mlima, hawakubali haraka. Tunawaambia jamani, huyu mtumishi wa Mungu ana neema, njoo kutana, hawakubali. na naman naye hakukubali Eekazimacholiam hakukubali lakini jambo la kushangaza yule mshauri mama zangu nisikie, wakaliko ndugu msi ndugu yangu naamani, kwani ukiingia kwenye huo mto utapungua nini? Nini kitakachopungua? Jina la Bwana libarikiwe, amen. Nini kitapungua? Nini kitapungua? neema ilimshukia na wewe neema ikamshukia, kidogo akakubali kuingia kwenye, kwenye mto mto Jordan. Leo mnauona wengine kiroho nini? Nimeuona na nimenao mto nipokwenda Israel, nikanawa kwenye Jordan ile ile wa kawaida hata mito ya kwenu ni msafi kuliko ule. Hauna mng'ao kama mito nyingine unavyoiona, ni mto kama vile una mavumbi. Aya, ay, ni kweli. na munda mkono namba alikuwa naona, si kuna mito kwenu vizuri, kuna yamana na kweli, sio uongo, hauna mng'ao mimi nimefika yale maji ya mto Jordan nimeenda ni c ile bahari mfu nikashika yale maji, nimeona sio kwa imani, physical yes, hivi kimwili kabisa. Kwa jamaa alikuwa na sababu za kukataa, kwa sababu haukuwa na hadhi, kwa hadhi ya mfalme kuingia mle ndani. Ni kwa nini sasa? ni kwaja ambekicitokea baada ya kushauriwa, nikazia macho juu. Baada ya kushauriwa, maandiko yanasema nani atakubali kuingia mbini? inaniambia alipoingia kwenye ule mto Jordan, alipotoka mambo yakabadilika. Pokea kito, mambo yakabadilika, yakabadilika. Yalipobadilika automatikali umri wa miaka yake ukakatwa ukarudishwa, mwili wake ukarudi kama kijana mdogo, kwa akapata muujiza mzuri, akarudi alikwenda na munu mkubwa na uzee, narudi na, na ametakasika na hakuna ukono, lakini pointi iko hapa huku mtu aliyemueleza akampa ushauri. Leo katika mkutano wa historia, nataka niwaambie, mbingu imeniambia mwanadamu akikushauri wa unawapuuza, hawawezi kukusaidia leo. Ndio nataka niwape siri kwa nini imesema ni mkutano wa historia na lazima tuabudu. Wala hatutacheza semene hapa, wala hatutarukia semene semene. Mkaruki kwenu, mkaruki kwenye makanisa yenu, mkaruka kwa ndugu zenu, lakini hapa tutakwenda kwa Mungu kwa unyenyekevu na kwa heshima, aya na kwa adabu. Wazee munisikie, na kwa adabu. Hata kama sijafika niko nakokaa, mkiwa na sebene zimeanza, mamia namna zimeanza, shuka haraka, shuka haraka, nija na viboko vya Kimungu. Hakuna sebene. Mkutano huu utakayocheza ni ile sifa itakapochemshwa na nguvu za Roho Mtakatifu, tutacheza na kuruka, lakini sebele iliyotaratibiwa na Roho Mtakatifu tutamchezea Yesu kwa staili ya ajabu. Sasa nini kimefanyika? Mungu akaniambia watu hawa wana ukoma wa aina nyingi, wala sio mtu mmoja wa waumini. Nabii, naona watu hawa wana ukoma wao, sio kafikiri ni yule mwana. Wewe kuna wengine wana ukoma, wengine hata hamjui. Kuna watu unaumba unaogopa hata kumwambia, unaumba serikali. Kuna watu ambao una madeni, yani unatembea una, una hata mwingine, hata mume wa juu mke wa juu. Kuna watu hapa mna maumivu kwenye mwili yenu, unaogopa hata kumwambia mtumishi kwa sababu unaona aibu. Kwa hiyo ukombe, mimi nimeniambia nikasema tu, hata nchi yenu ina ukoma viongozi wa siasa wa serikali wanaokoma, viongozi wa dini wanaokoma, kanisa linaokoma. Mimi ikaniambia sasa cha kufanya kama ilivyotokea desturi ya yule kijana akamshauri sasa. So, nakotuma kongamano la mwaka 2025 nitakuwepo mimi mwenyewe, niruhusu nguvu nguvu ya Roho Mtakatifu aliyemwombezi